Zaire mkonyonyo hoye, huyu anaitwa Joka Dikambo, huyu nrafu yangu sana. Alafu nataka wamwamini huyu, katika vikundi karibu kumi na ana vitreni yeye kufundisha nyimbo, jinsi masharti na kanuni za zaire mkonyonyo. Kwa hivyo Joka Dikambo, kabla hujahaswa Nakupa tu dakika mbili, kabage hapa kidogo. Kabage waonyeshe kwa nini tukuita wewe ni president kabage. Tua azereya mkonyonyo hoye, ezere ya mkonyonyo hoye, senimanya naefa joka likambo, ningowa Simba Juniors, meme izere naehenza na moyo wangu

Jokalikambo nanaona ni na, na, angazirera ya mubomu na mutite naye apate kumanya, ninambira kiricho halamu hata kiricho mufunguni nachokipate kumanya ya, ya, ya jokalikambo nana ni na niangasireraya mubomu na muthithe naye apate kumanya ninambira kirichohalamu hata kirichomuvunguni nacho kipate kumanya kauhala mufano iti jirani wa nzho Tanzania musanii ya kitengo cha dzulu vinafa ukidza kenyawe jokalikambo k'anathabasikila kaufuke be mnyororo ni inguridzotanga wa sere mgonyo oye, yuyu ni mwanango wautisha somo la kuijirwa bichi hakudzavulana mazofala makoti na mabuku mabou mabomu makiamba mamala kutangira mauvugulire station ya ku studio ya kurekodi kure yuyu akiamba kwenuni hiko akehoni bamba pekuliza baba kuko atanazerekamamanya bulenkunatasenako yuyu akiamba kukala ikikala ni vizho kuenda eh? ukazipange

Mama, kaluka kuku upewe mwingo nagamkalukireni yu mama amupe mwingo choka likambo. Asante sana jere, jere, jere, jere, jere, jere, jere. Yuyu wangine mandambani panoni maamutiteza peweno ulongozi ha-ha usombo ulongozi kwa sababu anadima kukunena naho atite hata mimi mini mukomkalasio hedotoanibaba nokala kama hivi unenashuchere nani baba kuka morofuna zaire lakini mimi ninahenza hivi hey! munu aongoze unaroha kunena mama mairi. zaire ya mkonyonyo hoye, hoye! zaire ya raha hoye, hoye! hoye! na mwanangu jokalikambo jokalikambo mwanangu na mameyo ami na Mnyazi na mimi mameyo, hawebunda vivi rero dza kupa mwingo mwingo. Huu utsunze haukupira cheo, unuke kudzigamba zhoorizho baki vizhorizho nvizho, mana hunakumanya kubaguwa na kuna ubaguzi ozenye. Yes. Yes. Yes. Usikale mchokozi, maana kumchokozi mwanangu Zaire huza kupa mikono miru hulongoze sisi, hata mimi hata Amina Munyazi kala haha na usikira na mameyo haha haluwa, maana nikimbola mimi ni haluwa kata mwanangu wakiri rapatumia anji, maana hata pa mtumia wangu konjo wako leo unamanya kufika kupata mawaidha na atumia si achokozi na, na baba yei hapiyo unamanya kufika na hata kwa mtu mzima zawezi wangu

zariya mkonyanyo hoye oh. oh, yeah. mimi sina manji nikusikira kushukuru oh, na mwanangu yingu mwanangu nauzwa mashauri famba ana tosha na sisi hunaona ana diwa kwa vivyo sina manji gakukala nianze mandzo tanii nasikira raha nasikira oh, furaha yeah. kuzala mwana yuyu vivire aria mkononyo hoye kalamakikoti changu siku mairaga kapendi kama zamaa izihaduwa galungo i sauti yangu kwadima kufea kamamba mana yangu aegua iugao halamsogara erekona okamalaunule dzulu ni kupema kigangu ukale kilongozi urio udakala unadima wambira hohosi ni kukala kavihendwa vizho

Kakati, alafu sisi tuanze, tutaita mtu au mwangoe wengine tupatie mwingo madamu anapoondoka na sisi wengine tuondoke, tutafute mahali tuache tu hawa eh, wana media peke yake hapa sawa eh? Sio, tutafute mahali tuweke huu uwanja.